Yesu Kristo ni nani? Tuliona Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kumbe duniani hapa kulikuwa na kazi nyingi za ibilisi, tangu alipotupwa ulimwenguni akaanza kazi zake. Tangu tu shetani alipotupwa ulimwenguni akaanza kazi, kazi, kazi za kuharibu maisha ya watu, afya ya mtu, kazi ya mtu, uchumi wa mtu, baraka za mtu na hatima ya mtu. Kwa hiyo tunaona, kumbe tunaishi ndani ya kazi za shetani, ulimwengu wote unatumikishwa chini ya kazi za shetani katika sura mbalimbali. Watu unaona hawa ni utumwa, ndio maana Yesu alikuja kutukomboa kutoka kwenye utumwa. Mawazo yetu yako utumwani, hata kama miili yetu iko huru. Unaona, unakuta mtu anatembea ametumikishwa na ulimwengu, anatumika namna ambavyo hawezi kufikiria mengineo yaliyo nyuma ya maisha yake. Kwa mfano, Yesu aliwahi kuongea akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri, na mtu huyo alilima shamba mashamba yake, baadaye akavuna mavuno mengi sana. Alipojaza magara yake akastalea, akasema, sasa nimetosheka, nitakuwa kazi yangu ni kutoka mji kwenda mji, ni kufanya nini, biashara na kupata faida. Lakini Mungu akamwambia, akamtokea usiku, tajiri yule, akamwambia Mpumbavu wewe, kwa maana hujui kwamba kuna watu wanaitafuta roho yako, na usiku wa leo wanaitaka. Kwa hivyo akamwambia, ushauri wangu usiseme, kesho ntaondoka, ntaenda mji huu, ntaenda mji ule, tofanya biashara hii, lakini jambo ambalo la kushauri useme Mungu akipenda. Hebu sema Mungu akipenda, Mungu akipenda. Kwa hivyo duniani leo tumekuwa na watu wengi sana ambao wamejaa mipango, wamejaa mipango, wamejaa mikakati, wamejaa wamejaa makusudi mbalimbali, lakini wasijue kwamba wanaishi ndani ya kazi za nani? Kazi za Ibilisi ambazo ni kuiba, ambazo ni kuchinja, ambazo ni kuua, ambazo ni kuharibu. Wakati wanapanga kuchenga, kuna kazi ya Ibilisi inapanga kubomoa Wakati wanapanga kuishi kuna kazi za shetani zinapanga kukuua. Wakati wanapanga kuinuka kuna kazi ya shetani kabisa inapanga kukushusha chini. Kwa hiyo, naona Mungu akaona, hatuwezi kufanikiwa hatuwezi kufika mahali tunapotakiwa kufika na hatuwezi kuipata furaha ya Mungu isipokuwa kazi za huyu bwana zimebomolewa. Hebu sema kazi za huyu bwana zimeharibiwa, sema tena kazi za huyu bwana zimeharibiwa. Sasa nani ambaye atakwenda kuziharibu kazi za huyu bwana? Nani ambaye atakwenda kuziharibu kazi za huyu kibogoro shetani? Ndio maana Mungu sasa akatengeneza nani, wakwenda kupambana na haya? nani atakaye kwenda ulimwenguni ajikane nafsi yake? Nani atakaye kwenda ulimwenguni ayaone maisha ya watu kuwa ndio kusudi ambalo Mungu amemtuma kulifanya? Nani ambaye atakuja ulimwenguni asiwaze kupata mke kupata watoto, lakini awaze roho zinazopotea. ni nani atakaye kuja ulimwenguni asiwaze biashara, bali awaze kuondoa Mungu, walio nyumba ya Israeli wanapotea. Nani atakuja ulimwenguni asiwaze wajukuu wangu, utakapokufa watabaki na maisha gani? Lakini aje mtu ambaye atakuwa na kusudi la Mungu, aje mtu wa namna ya Musa, aje mtu wa namna ya Samueli nabii, aje mtu wa namna ya Yoshua aje mtu wa namna ile, lakini aje mtu ambaye anaweza kuzidi kiwango cha hao. Kama unanielewa, sema amen, sema tena amen. Kwa hivyo, mbingu zikakaa, wakapiga, wakaona gharama. Huwezi kuishi duniani kwenye kiwango cha maisha ya kawaida ambayo ni kama ya Yesu. Biblia inasema akavaa mwili, ili lazimika azaliwe kama mtu, aje ulimwenguni, akae na watu na hii ndiyo nasumbua watu wengi. Leo wanakuambia Yesu siyo Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tu alivaa mwili. Ukivaa mwili ni tabu. Unapovaa mwili umeingia kwenye shida, watu wote hapa. Unapotoka ndani ya mwili unaweza usitamani kurudi ndani ya mwili. Tunakuwa tu tunatamani kuishi ndani ya mwili kwa sababu tumeozoea mwili. Mwili wakati wote umejaa kutamani kushindana. Ndio maana watu wote walio ndani ya mwili maisha yao ni mashindano. Ndio maana sisi tunapokuwa ndani ya mwili, Mungu ametupa tahadhari, anasema lazima tuishi kwa kushindana na kushindana kwetu ni juu ya falme za ulimwengu wa roho, majeshi ya pepo mbaya na na wakuu wa giza hili.